Young Africans tunakuja na project inayoitwa Yanga Soka School, tunakuja na project kwa ajili ya maendeleo ya mpira wa vijana hapa Tanzania, na projekti hii ni kama shule, ndio maana imeitwa Yanga Soka School. La kwanza, kwa nini Young Africans imeanzisha Yanga Soka School? CEO hapa ametupa takwimu sensa ya mwisho ambayo ilifanyika hapa Tanzania, ambayo ilionyesha watoto kutoka umri wa sifuri mpaka 14 ni watoto zaidi ya milioni 26. Na sisi Young Africans Sports Club, kama taasisi kubwa ya kimpira hapa Tanzania, kama taasisi ambayo ina heshima kubwa nje ya mipaka ya Tanzania, tumeona ni wajibu wetu sasa kurudi chini na kuja kusaidia ndoto za wazazi kutimia na ndoto za vijana hawa kucheza mpira katika njia sahihi.